za kumbukumbu na tayari wao ndio wametawazwa kuwa mabingwa kukabiziwa. Lakini dk mwingi anakuja hapa, Fouzi Lekjaa. Anaonekana raisi mstafu wa timu hii ya rais Berkane, na miongoni mwa makamu wa rais wa kwanza wa kaua, lakini vilevile ni waziri wa mchezo wa Moroko, yule pale yuko pamoja na Dk. Patrice Motsepe anakabidhiwa kombe lile. Isufu Dayo, nahodha wa kikosi cha RS Berkane anasogea kwa madaha kwa mbwemwe. Ni RS Berkane washindi wa kombe la shirikisho barani Afrika, msimu wa elfu mbili ishirini na nne, ishirini na tano, uwanja wa Aman Zanzibar wakishinda fainali dhidi ya Simba Sports Club ya Tanzania, wakimaliza nafasi. Ni shangwe furaha kwao, wakitamba ugenini okay, wakitamba baada ya kushinda kwa magoli matatu kwa moja katika aggregate, wakitoka sare katika mechi ya pili, mechi ya mkondo wa pili. Na hapa Amali Zanzibar, wageni wanatamba, Simba wametulia. Hakika imekuwa ni furaha kwao wamekuwa na msimu bora kabisa, akipoteza mechi moja tu katika mashindano haya. Imestahili kuchukua kombe hili, hakuna shaka yoyote yes, wamestahili kutokana na performance ya kile ambacho wana wamekionyesha na kuchukua kombe kwenye ardhi ya marashi ya karafuu. Huyu hapa rais Berkane anatakiwa kumpeleka kwenye ya ardhi ya machungwa.